Rais William Ruto amezindua mpango wa kukuza miche bilioni mbili kila mwaka kupitia vituo 17 vya kitaifa, ili kufanikisha lengo la kupanda miti bilioni 15 kufikia mwaka 2032. Akiongoza wa Kenya kuadhimisha siku ya mazingira nchini, Rais amesema vijana wa NYS watahusishwa kwa ushirikiano na huduma ya misitu katika kukuza uh, miche kote nchini. Katika maadhimisho ya kitaifa aliyofanyika katika shule ya msingi ya Kibuyefwe kaunti ya Trans Nzoia, Waziri wa Mazingira Deborah Barasa Amesema serikali inalenga shule 35000 kila moja ikipanda miti 2000. We need to up our game. We have agreed now as a government that we are going to scale up. The bottleneck that we have had over the last two years is the availability of seedlings. Many people are looking for seedlings in all manner of places. They cannot find the seedlings. and as a result, We have different interventions to make sure that there is availability of seedlings. Na kwa msimu huu kwa hii mwezi wa Oktoba tunataka kupanda 100 million fruit trees kwa mashule, ndiposa watoto wataweza kama wanasikia njaa watachuna matunda na waweze kula matunda hiyo. Baada ya taarifa hiyo tunapumzika kidogo, usiondoke hapo ulipo, tunarejea hivyo.